Naomba mfahamu kujenga makazi ya wafanyakazi karibu na hospitali, tunalenga kuwapunguzia masafa marefu wafanyakazi, pamoja na kupunguza gharama za usafiri kwa wafanyakazi wa serikali hasa madaktari bingwa kufata huduma hizi mbali na wanakoishi. Kwa hiyo lengo la serikali katika kujenga makazi haya karibu na maeneo yao ya kazi ni kuwarahisishia hivyo basi niwaombe sana serikali ya mkoa na serikali ya wilaya kuhakikisha kwa kwamba wale ambao wamelengwa kuwepo hapa wanakuwepo katika maeneo halisi. Haitapendeza tukawa tumetumia fedha nyingi za walipa kodi na wananchi wanyonge wa nchi hii kujenga majengo yenye gharama kubwa baadaye yakabaki matupu. Tunazozifungua leo zinatarajia kutumika kwa makazi ya familia 16 kama ilivyoelezwa, nane kwa ajili ya nyumba zenye vyumba vitatu na familia nane kwa ajili ya vyumba nyumba zenye vyumba viwili. Ndugu wananchi, ili kuhakikisha kuwa nyumba hizi zinadumu kwa muda mrefu na kuwasaidia wengi zaidi, naomba nitoe wito kwa uongozi wa Wizara ya Afya na wafanyakazi ambao ni wakazi wa nyumba hizi kuhakikisha wanazitunza ili ziende kutumika leo kesho na keshokuu.